Amen! Shalom, shalom. Karibu katika sehemu ya pili, sababu kuu tano kwa nini inawezekana kuwa mtakatifu. Jina langu ni Emmanuel Wilfredi Kayungi. Lakini kabla sijaendelea, hakikisha umesubscribe channel hii ili uweze kuwa wa kwanza kupokea jumbe hizi punde zinapotoka, lakini baada ya kusikiliza pia share kwa watu tofauti, ili na wao ujumbe huu wa neno la Mungu uweze kuwafikia. Sababu ya pili kwa nini inawezekana kuwa mtakatifu ni kuwa tumepewa neema ya Mungu ambayo kwa hiyo tunao uwezesho wa kuishinda dhambi. Tumepewa neema ya Mungu ambayo kwa hiyo tunao uwezesho wa kuishinda dhambi. Sikia, utakatifu inamaanisha ni ushindi dhidi ya dhambi, na mtu anaweza kapokea uwezesho au nguvu ya kuishinda dhambi pale ambapo anapokea hii neema ya Mungu. Hii neema unaipokea baada ya kumpokea Kristo. Mtu anapookoka na kumwamini Kristo Yesu katika maisha yake kuna aina ya nguvu ambayo huwa inazaliwa ndani ya mtu huyo au inaingizwa ndani ya mtu huyo ambayo inakusaidia wewe kuweza kuishinda dhambi. Ukisoma kitabu cha Yohana ile sura ya kwanza mstari wa kumi na mbili ukianzia mstari wa kumi na moja anasema alikuja kwake, wala wale wake hawakumpokea, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Sikia, kufanyika kuwa mtoto wa Mungu ni uwezo ambao unapewa baada ya kumpokea Yesu. Unapompokea Kristo maisha yetu huwa yanageuzwa. Tunapompokea Kristo maisha yetu yanabadilishwa na kupewa uwezesho wa kufanyika kuwa watoto wa Mungu. Sasa Aa, watoto wa Mungu anasema ndiyo wale waliamini jina lake. Ina maana kila mtu anayemwamini Yesu. Unapomwamini Yesu katika maisha yako, kuna aina ya nguvu ambayo inaingia katika maisha ya mtu na kumgeuza na kumfanya kuwa mtu mwingine. Ukisoma mstari wa kumi na nne anasema, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu nasi tukauona utukufu wake utukufu kama mwana pekee atokaye kwa baba amejaa neema na kweli sikia hii neema ndo nguvu au uwezesho ambao unakufanya wewe uweze kuishinda dhambi ukisoma kitabu cha Tito ile sura ya pili na mstari wa kumi na moja mungu nasema maana neema ya mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa kazi ya neema ya mungu ni kuja kutuokoa wanadamu na hii neema, anaposema imefunuliwa, anamaanisha iko wazi kwa kila mtu. Ina maana mtu yoyote atakayempokea Kristo kwa kumaanisha, mtu yoyote atakayemwamini Yesu kwa kumaanisha, anapokea hii nguvu au uwezesho ambayo inamwokoa. Anasema iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa, kwamba iko wazi kwa kila mtu ambaye atakuwa tayari kuipokea neema hii Kazi hiyo neema ndio hii hapa, anasema mstari wa 12 nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia. Lazima ujue kumbe, duniani au katika dunia kuna ubaya kuna tamaa nyingi na Mungu alijua ya kwamba hautaweza kushinda ubaya inema na tamaa hizi, ndiyo maana ikabidi alete hii neema na hii neema ikaja kupitia Kristo Yesu. Kwa hiyo hii neema itakufundisha kukataa ubaya. Kuna mazingira tafika dhambi inakuzunguka, kuna mazingira utaingia unaona kabisa hapa adui amesongeza vishawishi kwa ajili ya kukuangusha, lakini kwa sababu unayo hii neema ya Kristo, inaku kufundisha itakufundisha, itakufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia. Baada ya hapo, anasema tupate kuishi kwa kiasi. Angalia kazi ya neema ya Mungu inavyotusaidia kushinda dhambi. Anasema tupate kuishi kwa kiasi na haki. Hii neema inakufanya uweze kutembea katika haki na utaua. Utaua ni utakatifu eh? It's God likeness. Na maana unapopokea neema ya Mungu utaweza kutembea katika hali ya utaua lakini anamalizia kwa kusema katika ulimwengu wa sasa. Ina maana utakatifu, unaweza kuishi maisha ya utakatifu ndani ya ulimwengu wa sasa duniani, hapa hapa, katika kizazi hiki hiki cha dhambi, unayo uwezesho wa kuishi maisha ya utakatifu kwa sababu tunayo neema ya Mungu. Kwa hiyo ukiweza kutembea na hii neema kwenye maisha yako, tayari badiliko la ajabu litatokea kwako, maana hii neema itakusaidia namna ya kuzijua hila za shetani na kuzishinda. Hii neema ya Mungu ndio ilimsaidia hata Yusufu kushinda dhambi. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya thelathini na tisa ule mstari wa tisa utaona pale mke wa Potifa anamtafuta Yusufu ili aweze kumwangusha kijana mdogo katika dhambi, lakini kwa sababu Yusufu alikuwa na neema ya wokovu, alikuwa na neema ya Kristo, ilimfundisha ikamwelekeza, ikamwambia, kataa, usifanye uovu mbaya. Yusufu anakwambia nifanyeje ubaya huu mkubwa ni kose Mungu. Kwa hiyo neema ya Mungu itakusaidia au itakufundisha kuishinda na kuikataa dhambi pale ambapo adui atakuwa na mpango wa kukuangusha. Kwa hiyo kama hujampokea Kristo, kama hujampokea Yesu, mpokee tena ili maisha yako yaweze kugeuzwa na uweze kupokea hii nguvu ambayo itatusaidia au itakusaidia kuishinda dhambi. Mungu akubariki na kutakia wakati mwema.